Hotuba. Hotuba ni maelezo ambayo unatoa mbele ya hadhira. Hiyo ni hotuba. Ukiangalia kama mwalimu mkuu wakati anazungumza kwenye gwaride, si ni hotuba? Anatupa, anazungumza kwa muda. Kwa hivyo ni maelezo ambayo unatoa mbele ya hadhira. Pia unaweza kutoa hotuba kanisani, si unaona kasisi anaweza kutoa hotu... si kasisi, wakati mko kanisani, rais anaweza kuja, si ndio? atapewa fursa ya kutoa nini? Hotuba. Hotuba pia hutolewa na wabunge, kabla ya kupigwa kupigwa kura, kupigiwa samani, kupigiwa kura, wanatoa hotuba. Hata wewe mwenyewe, mwanafunzi mmoja hapa darasani, anaweza kusimama hapa mbele ya wanafunzi wengine, atoe nini? Hotuba. Mimi kama mwalimu naweza kusimama hapa mbele yenu, pia natoa nini? Hotuba. Pia mzazi, unaweza kumwalika mzazi hapa shuleni azungumze na wanafunzi namna ambavyo wazazi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wao wanataka wasome kwa bidii na vile wanawapenda. Si mm. Ni hotuba atatoa, eh, ni hotuba. Kwa hivyo ni maelezo mbele ya hadhira, na wakati wote ukiandika hotuba unaandika katika nafsi ya kwanza, unaandika ni kama inatokea sasa, si ndio? mm. Eh, kama inaendelea sasa, unawaambia na washurutisheni kuwa mfanye nini? Mvae fulana kwa sababu kuna nini? Kuna baridi, si ndio eh? Wakati uliopo unatumia wakati uliopo, ni kama unaizungumza sasa. Wakati mwingine kwenye mtihani wanasema ukifungua isha ya hotuba na ukitamatisha pale mwanzo na ukiandika neno la mwisho kwenye ile isha uweke alama za mtajo, kwa sababu ni mazungumzo ya mtu moja kwa moja. Lakini si lazima, hata ukikosa si ni sawa, si lazima uweke zile alama za mtajo kwa sababu tunajua ni maneno ya moja kwa moja kutoka kwa yule ambaye anatoa ile hotuba. Na hotuba ina sehemu ngapi? Ina sehemu nne. Kwanza kuna ile anwani au mada, unaandika hotuba ya nani kuhusu nini. Kama ile hotuba tumeandika pale, ni hotuba ya nani? Unapaswa kuanza pale, hotuba ya, rekebisha kwa herufi kubwa. Hotuba ya mwalimu wa Kiswahili, hotuba ya mwalimu wa Kiswahili kwa wama, kwa wanafunzi kuhusu kuimarisha Kiswahili shuleni. Ndio alikuwa anahutubia kukiwa na wengine, lakini si alikuwa analenga wanafunzi ndio? Kwa hivyo unasema lazima uanzike hotuba ya ya nani kwa kina nani kuhusu nini. Kwa hivyo hotuba ya mwalimu wa Kiswahili, si lazima uongeze ni mwalimu wa Vuma, nasema tu ni hotuba ya mwalimu wa Kiswahili kwa wanafunzi kuhusu kuimarisha Kiswahili shuleni. Ile mada inaweza kuzidi maneno sita, kwa sababu ni insha ya uamilifu na wanaandika. Mada yako lazima uandike kwa herufi kubwa na upigie nini mstari, mstari. Yeah. Kwa hivyo vile imeandikwa pale kwenye kitabu cha darasani amekosea, lazima uanze hotuba ya nani kwa nani kuhusu nini, si ni sawa? Wakati wote usisahau hiyo, ndio sehemu ya kwanza kisha baada ya anwani au mada kuna utangulizi. Katika utangulizi ndio sehemu ya pili, lazima utaje vyeo vya wale wako pale kwenye nini, kwenye sehemu ambayo unatoa hotuba, si ndio? hmm. na unataja una, una, una vyeo vyao na unaanza kile cha juu nini, zaidi. si tumetajiwa pale vizuri hmm. wakati wote na usianze, nimeona wanafunzi wezi wakianza, wakati tunaandika kidato cha tatu kidato cha nne, wanaanza kwa Unajua ni kikamba kutoa kwa kikamba, ngoja utoe hivi. Wakati nitakwambia uandike insha unaanza, Mheshimiwa Waziri wa Elimu ambaye ni mbunge wa eneo hili. Si lazima hata utaje ambaye ni mbunge wa eneo hili. Unasema Mheshimiwa Waziri wa Elimu, mwalimu mkuu, walimu, wazazi na wanafunzi. Si umeanza ule wa juu wa hadi wa chini? Eh, wakati mwingine unasema Mheshimiwa Rais, kaumu wa rais si ndio? Eh, gavana wa eneo la Nairobi vivyo hivyo hadi ufike nani na hadhira, si ndio? Si hadhira hadi ufike na raia, si ndio? Kwa hivyo katika utangulizi, lazima wakati wote ukianza hotuba lazima utaje zile itifaki na vio vyao, alafu unawasalimia. Baada ya kuwasalimia pale katika siume siume wa mkua, hamjambo, si ndio? Eh, hamjambo. Usianze pale shikamo. Ni, ni maelezo, hotuba ni maelezo rasmi. Ukiwasalimia unawajulisha, unajitambulisha wewe ni. Na, ni nasi amejitambulisha ni mwalimu wa Kiswahili, unajitambulisha utajitambulisha hapo jinsi ambavyo, mimi ni mwalimu wa Kiswahili kutoka shule ya Mseto ya Vuma unasema mimi ni chifu wa eneo la Mikwini. Si umejita umejitambulisha, eh. Alafu kisha unasema kwa nini uko pale mbele: nimekuja hapa kuzungumzia usalama wa kijiji hiki chetu, si ndio? Eh, au unasema asanteni sana kwa kufika leo ili nizungumzie kuhusu nini, usalama kwenye kijiji hiki chetu. Umemaliza haya kwanza kwa hivyo hiyo aya ya kwanza ndio utangulizi, na nimekwambia kwanza unataja hizo itifaki sina vyeo, unarudi unajitambulisha wewe ni si, umewasalimia pia. Ukiwasalimia hapo una unajitaje, unasema wewe ni nani na umekuja kufanya nini, si ni sawa hivyo mali. Umekamilisha aya ya kwanza, kisha unaenda sasa mwili wa insha, ndio sehemu ya tatu. Mwili wa insha pale tutazungumzia nini, utatoa yale maudhui. Maudhui ni zile hoja za siku hiyo iwapo unazungumzia kuhusu nidhamu ya wanafunzi, nidhamu ya wanafunzi, jinsi ambavyo imedorora, unazungumzia nini? Kwanza, wanapiga kelele, wapi? Darasani. Hiyo ndi nidhamu. Pili, unazungumzia mambo ya kutochopeka nini, shati, kutochopeka shati, eh. Pia kutofuata kaida za shule, wakati wa kufungua shule awanyoi nini, nywele Yaani maudhui yako lazima yaandamane, lazima yafuatane. Hivyo wengine ni hakuna usafi sehemu ya mankuli au nadhifishi nini sahani na kupanguza meza. Sehemu ile nimeona sahani nyingi, si sinipekenye hata wasichana. Unaacha sahani, yani unakula na unaacha sahani nyumbani. Ni wale ambao mnakula kwamba mwiko, wanakuja usiku. Endeleeni, naona vile mko tu, naona kwa nini wanafunzi wengine wananadhifisha? Kwa sababu, kwa sababu kutoka nyumbani zile tabia unazo nyumba unakuja nazo hapa. Ndio. Wale wanafunzi wanakuwa nadhifu, wazazi wao wako vivyo hivyo. Huo wanasema kwa nini hujayakoga? Kwa nini hujafua nguo? Wanawakumbusha kila wakati. Ah, angalia vizuri, angalia Brandon. Nyumbani mzazi wake yuko vivyo hivyo, na yeye anakaa wakati huo vivyo hivyo. Anakaa na nadhifu, angalia Ahmed. Angalia Moha kadhaa anaweza kutajia hata Alvin mwangalie, angalia Joshua. Joshua, kwani unaangalia mwenzako? Angalia hata Joshua, mpaka tai amefunga vizuri. Kwa hivyo pale, ndio unataja zile hoja zinafuatana pale, hoja si ndio? Lazima hoja zifuatane pale, na nitakuonyesha jinsi ambavyo zimefuatana pale, kwa sababu hapa alikuwa anazungumzia, si ametaja kile alikuwa anazungumzia kuimarisha Kiswahili kwanza amewambia lazima wazungumze Kiswahili mahali popote pale, sini hoja ya kwanza. Hoja ya pili akasema pia lazima wakati wote utie bidii katika kudurusu mambo ya Kiswahili kwa sababu somo la Kiswahili si nini, si rahisi. Pia akasema kuwa lazima vitabu vileto kwenye nini, maktaba, lazima vileto shuleni na serikali kwa hivyo unaenda ukizungumzia nini hoja zako jinsi ambavyo amezungumza. Kisha tunaenda sehemu ya mwisho ambayo ni hitimisho, na hapa lazima ushukuru watu kwa, ku, kwa ku, kusikiliza. Lazima neno la, la mwisho liwe nini, asanteni kwa kunisikiliza. Lazima ile aya ya mwisho iwe na asante kwa kunisikiliza, na pia unawambia pale, kabla hujawaambia asante, lazima uwashukuru kwa kuhudhuria, si ndio? E, na uambie pia si lazima ukamilisha sentensi moja, jinsi tumekamilisha hapa, useme lazima watilie mkazo yale mambo ambayo umewaambia, si ndio? Eh, ndio sasa uambie asanteni au unashukuru kwa kunisikilia. Wakati mwingi kule katikati, wakati unazungumzia kwenye mwili hoja, wakati mwingine una, unatumia maswali ya balagha. Maswali ya balagha ni yale ambayo hayahitaji majibu Unauliza, kwa mfano, unauliza siku moja, mkiamka mkia mpate nyinyi wote ni wagonjwa, mtafanya nini? Ampasi kujibu, ni ya kutilia nini mkazo, iwapo yu yule ambaye anautubia anazungumzia kuhusu usafi shuleni. Maswali ya balaha yanakuwa unaweka huku na usiyajibu, huwa yajibu. Unajua wakati mwingi mwalimu apite hapa, ulize eh, wanafunzi mnasoma Unaanza kumwambia tunalia <laughs> kati yenu na yeye e, d na akili atanyamaza tu, napita ajue. Ujui swali la balaha, swali la balaha lina umuhimu mwingi, lakini mmoja ni kutilia nini mkazo. Anaona mnasoma, anatilia mkazo. Kwa hivyo hivyo ndivyo unaandika.